Na sasa niwatambulishe kwenu, tutaanza na wageni waliokaa jukwaa la spika. Kwanza ni Mheshimiwa Frederick Tuluai Sumaye ambaye ni waziri mkuu mstaafu, karibu sana, karibu sana. Mheshimiwa Anne Semamba Makinda, spika wa bunge mstaafu, karibu sana. Uh, yupo pia Dr. Frank George Haule Hawasi ambaye ni mwakilishi wa katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi na katibu wa Nek uchumi na fedha wa Chama cha Mapinduzi. Karibu sana. Yupo ndugu Salum Reja katibu wa Secretariat ya Chama cha Mapinduzi. Karibu sana. Yupo ndugu John Chacha Milumbe ambaye ni naibu katibu mkuu wazazi Chama cha Mapinduzi. Karibu sana. Yupo mheshimiwa Rosemary uh, Senyamule mkuu wa mkoa wa Dodoma. Karibu sana. Yupo ndugu Fadhili Chibago naibu mea jiji la Dodoma. Karibu sana. Mheshimiwa Balozi Dr. Moses Mpogole Kusiluka Katibu Mkuu Kiongozi. Asante sana. Karibu sana. Yupo Generali Jacob John Mkunda ambaye ni mkuu wa majeshi ya Ulinzi. Asanteni sana Asante sana. Karibu sana, ndugu Fadhili Saga ambaye ni naibu mkurugenzi mkuu idara ya usalama wa taifa akimwakilisha mkurugenzi mkuu. Karibu sana, karibu sana. Uh, yupo pia ndugu Jeremia Yoram Katungu ambaye ni kamishna jenerali jeshi la Magereza. Karibu sana. Yupo pia ndugu John William Masunga ambaye ni kamishna jenerali jeshi la zimamoto na uokoaji. Asante sana. Yupo pia Dr. Anna Peter Makakala ambaye ni Kamishna Jenerali wa uhamiaji. Karibu sana, asante sana. Yupo ndugu Crispin Francis Chalamila ambaye ni mkurugenzi mkuu Taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa Takukuni. Karibu sana. Aretas James Limo ambaye ni kamishna generali mamlaka ya dawa za kulevya Karibu sana. e, viongozi wetu kutoka vyombo vyetu vya ulinzi na usalama tunawashukuru sana kwa kazi nzuri na tunaungana na maneno aliyosema mheshimiwa waziri. Asanteni sana kwa kazi nzuri na tunaamini naamini hizi changamoto ambazo tunazipitia sasa mtazifanyia kazi kama ambavyo mmekuwa mkifanya miaka yote, tunawashukuru sana. Uh, lakini pia waheshimiwa wabunge, yupo Dkt Natu Mwamba, katibu mkuu wizara ya fedha, karibu sana. Yupo ndugu Emmanuel Tutuba ambaye ni gavana wa benki kuu, karibu sana yupo ndugu Yusuf Mwenda, kamishna mkuu mamlaka ya mapato Tanzania, karibu sana. Yupo ndugu Nehemia Mchechu, msajili wa hazina, karibu sana. Yupo jaji mstaafu Sivangilwa Sikalakwa Mwangesi ambaye ni kamishna sekretariati ya maadili ya viongozi wa umma sana. Yupo ndugu James Kaji ambaye ni mkurugenzi mkuu mamlaka ya vitambulisho vya taifa, Nida. Karibu sana. Yupo uh, askofu Dr. Magnus Mhiche ambaye ni makamu askofu mkuu.